Hei mezangu, hope you are well, karibu sana kwenye YouTube channel ya Malkia. Today is Monday, ni mamua kwa spoil mapema na tunachoma mishkaki ya nundu, ni mitam mitam tena, tulipea na mihogo. So come uone vile na andana. Naamini na itakusaidia na wewe, utaandaa utainjoi na familia yako. So hapa nina nyama kilo moja na nusu ya nundu. Ukienda buchani unamwambia nikatie nundu. Kama familia yako ni ndogo unaweza kufanya kilo moja, kama familia yako ni kubwa kaongeza zika kilo mbili, tatu wewe unavyotaka. Ah uh, ukirudi basi unaikatakata kama hivyo and remember inaja kuosha. Mm. Unakatakata kama mimi ni ninavyofanya hivyo nitakata kama viboxi. Baada ya kukata vizuri sasa tunaanda marination yetu. Nitaanza na papai kwa ajili ya kulainisha. So hiyo ni tenderizer teka kwenye blenda alafu nitaweka ni vitungu swaumu, nitaweka tangawizi, nitaweka maji, alafu nita blend na remember, viungo vyote ninakuwekea kwenye description box. kama hujui description box iko wapi, hapa nilipoandika caption ya hii video, gusa hivyo vidoti doti vinaendelea, ukigusa ok, hapo utaona. Nita blend vizuri kama hivyo, and ninatumia blender nzuri sana ambayo ni power crush blender, very powerful, kutoka Brinax Tanzania, wakali wa hizi mashine za nyumbani so tutablendi kama hivyo. Baada ya kublendi, tutamiminia kwenye bakuli pembeni, na sasa tutaongeza spices. Nitaweka beef masala, mm -hmm. Nitaweka chumvi, nitaweka limao la unga, na nitaweka pilipili pili manga, nitaweka soy sauce kama unavyoona, na nitaweka vinegar, white vinegar na kama utaki kuweka vinega unaweza ukaeka limao but it takes time. Kwa hiyo nikaamua mimi kuweka vinega kwa sababu pia na yenyewe tu inaleta ladha ile ile. Baada ya hapo, tutachanganya vizuri, tutapata ujiuji uji mzito kama huu hapa, and then utamiminia kwenye nyama yako. So tutamiminia kama hivi vizuri, alafu tutaanza anza kuichanganya hakikisha kila kipande cha nyama yako ya nundu kimepata huu mchanganyiko. And remember, baada ya kuchanganya vizuri, tutaacha kwa masaa matatu mpaka manne, ili viungo vingie vizuri. Na actually, usiende zaidi ya masaa matatu yakizidi sana manne, kwa sababu remember, tumeweka papai. Papai linalainisha nyama haraka chap kidogo, kwa hiyo pia sio kila nyama unatakiwa kuweka papai. Jichanganye uweke kwenye kuku Itakatika katika jichanganye uweke kwenye nyama uache usiku mzima itakatika katika kwa hiyo make sure unapoweka papai unapunguza muda wa marination baada ya masaa matatu tutaanza kuchomeka nyama yetu kwenye vijiti vya mishkaki kama hivi unavyoona, chomeka kwa mshikaki mmoja kiwango unachotaka sisi, tuliweka nyama nne, na leo hatutaki kuongeza any other nonsense <laughs> sabani, nikimaanisha hatuweki hoho, hatuweki karoti, hatuweki vitunguu. Tunataka mshikaki ukija uwe nyama nyama mwanzo mwisho mwamwi <laughs> na hii ndo mishikaki yetu. Tutakuwa tumewasha oveni yetu moto wa mia mbili ishirini na tano tutaseti kwa dakika sabini alafu tutaweka mishikaki yetu. Remember utakuwa unafungua unaangalia unageuza in between, unafungua unaangalia unageuza ili endelee kuiva kila upande, baada ya kama masaa um, dakika sabini ambayo nilisali moja na dakika kumi, mishkaki yako itakuwa tayari. Inaonekana kama hivyo, ukila ni milaini soft, imeiva, ina ladha nzuri ya barbecue. Save and enjoy. Sisi tuli enjoy na miogo ya kukaanga, unenza uka enjoy na ndizi mzuzu, ndizi ya kukaanga kiasi cha kukaanga e, chakula chochote kingine ulichokiandaa, na mkafurahia na mkaenjoy, mkafurahia sana. Ninatumaini umeenjoy umejifunza. Hakikisha una subscribe kwenye YouTube channel yangu, endelee kufurahia. Love you, bye.